Naitwa Reverend Profesa Solomon Jackson Mwagisa, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kwa niko sasa hivi nachunga hapa Ngaramtoni, naitwa Galilaya Temple. Namshukuru Mungu kwamba katika huduma yangu nimemwona Bwana akinisaidia, na kwa neema ya Mungu nilikuwa katibu wa jimbo la Kusini, lakini mwaka wa 79 nilichaguliwa kuwa katibu mkuu wa Tanzania Assemblies of God. Na kwa sababu hiyo nikahama kutoka Mbeya nikaja huku Arusha nikae karibu na Askofu Dr. Emmanuel Lazaro, maana ili tuwe karibu kwa ajili ya utendaji mwema wa kazi ya Mungu. Kwa hivyo tangu wakati huo niko huku Arusha. Kwa hiyo tangu sabini na tisa mwezi wa kumi na mbili nilifanya kazi na Askofu Dr. Emmanuel Lazaro kama katibu wake mkuu. Na wakati huo kanisa alikuwa kubwa sana nchi nzima, tulikuwa na majimbo manne, watu walikuwa na maskofu wanne wa Tanzania Assembly of God katika nchi nzima. Tulikuwa na jimbo la kaskazini, tulikuwa na askofu Michael Makimahinyira. Tulikuwa na jimbo la mashariki, tulikuwa na askofu alikuwa anaitwa Petro Ngunja. Tulikuwa na jimbo la magharibi tulikuwa na askofu wa kaimtu aja toni ndoguisha. Tulikuwa na jimbo la kusini, tulikuwa na askofu alikuwa anaitwa Peter Mwisabila. Kwa tukawa na majimbo manne nchi nzima. Kwa hiyo sasa, sasa hivi tuna majimbo sabini na moja. Kwa hiyo agaye, tulikotoka ni mbali na tulipofika hapa ni mbali. Tunamshukuru Mungu, atatupofika kwa na majimbo sabini na moja kwa wakati huu. Lakini ndugu yangu Immanuel Lazaro alikuwa pia ni mwinjilisti. Huduma yake ndio kwetu ya Yesu yu hai leo. Kwa hivyo nilizunguka naye nchi nzima aidha kwa mambo ya utawala wa kanisa aidha kwa mambo ya uinjilisti. Kwa hiyo alilipenda kanisa. Alikuwa kanisa dogo, usafiri wakati ulikuwa shida, barabara za shida. Kwa neema ya Mungu alikuwa na gari moja 504 wakati na nchi nzima 544 ilipochakaa, kanunua Cresta Toyota. Tukaona Cresta Toyota tunazunguka nayo nchi nzima, majimbo, sehemu na kila kitu. Baada ya hapo, mimi nikapata Land Rover, 110. Kwa hivyo nayo tuka tunazunguka nayo nchi nzima tukiwa pamoja kwa ajili ya kuzungukia makanisa nchi nzima. Nakumbuka siku moja tumetoka Arusha, Dodoma Ah, tumetoka Arusha tukaenda Morogoro, Morogoro Iringa. Tulipofika Iringa, kuangalia tairi imebaki na nate mbili, karibu tairi fanya nini chomoka, lakini Mungu alitusaidia, tukafanya kazi Iringa. Tukatoka Iringa tukaenda Mbeya, tukafanya kazi ya Mungu kule Mbeya. Tukatoka Mbeya tukarudi tukaja Dodoma, tukafanya kazi ya Mungu Dodoma. Tukatoka Dodoma tukaja Singida, tukafanya kazi ya Mungu Singida tukaenda Nzega, tukafanya kazi ya Mungu Nzega, tukaenda Shinyanga. Kutoka Shinyanga tukaenda Mwanza, Mwanza tukaenda Geita. Geita tukafanya mkutano wa injili, tukaanza kanisa pale Geita, kanisa inaendelea mpaka sasa. Sasa hivi tuna askofu wetu Masonga pale Geita. Kwa hivyo tulikuwa tunazunguka nchi nzima, mambo ya utawala, mambo ya injili, tukiwa pamoja na ndugu yangu Immanuel Lazaro. Kwa hivyo Immanuel Lazaro alidipenda kanisa maisha yake, alikaa katika kanisa maisha yake, amezeekea ya ndani ya kanisa la Tanzania Assembly of God, na kwa neema ya Mungu, Mungu akatusaidia. Kwa hivyo, ndugu zangu, historia ya kanisa hili ni ndefu, ni ndefu kabisa, lakini ndio wakati huu Mungu ametubariki, tuna makanisa kila wilaya na kila sehemu na tukafanya hivyo. Tulipofika mwaka wa tisini na tatu uchaguzi ukafanyika. Tulipofanyika uchaguzi, akasariwa akachagula Lenwe Mwenisongole akawa ka askofu mkuu, akachagula Rugati Swai akawa makamu askofu, akachagula Lwendo akawa katibu mkuu. Kwa hiyo Mwenisongole naye akaendelea na kazi hiyo mpaka hapo alipo Mungu alipomtoa tena kupumzika akaja Dokta Barnabas mtoka mbali. Naye mtoka mbali analiendesha kanisa mpaka sasa, kanisa limekuwa na vyuo vimeongezeka, wanjisi wameongezeka. Sisi wanjisi walikuwa wanne nchi nzima wakati huo. Lakini nchi ilikuwa inatetemeka. Sasa hivi tuna wanjisi kama 400. Ingawa hawatetemeshi kama kama wakati wetu. Wakati wetu nyingi ilivuma: Immanuel Lazaro, Moses Kulola, Christian Kiwia, Daudi Kuseria, kwa injili ilivuma wakati ule, kila mahama, kila mahali tunaomba mm. Mpaka sasa hivi wamekuwa wengi, naomba Mungu awapake mafuta uh, injili ivume zaidi kuliko kwa wakati ule kwa sababu, ni wengi, na sasa hivi wana vyombo, wana magari, wana sipika na kila kitu. Sisi tulikuwa hatuna vitu kama hivyo lakini injili tulieneza nchi nzima, kwa hivyo Mungu awasaidie wanjisi waliopo tena wakati huu kueneza injili kila vijiji na kila mahala katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na leo naongea hapa, mwenzangu Dr. Immanuel Lazaro ametwaliwa, amekwenda kupumzika na Bwana. Mimi sili machozi, maana amefanya kazi, ameenda kupumzika. Kazi aliyofanya ni kubwa na hata Tanzania na nje ya nchi yetu fanya kazi, maana tumeenda wote Malawi tukahubiri huko, tumeenda Zambia tukahubiri, tumeenda Zimbabwe hubiri. Kwa hivyo kazi amefanya, nafikiri sasa hivi Mungu ameamua pumzike, wacha apumzike, aende kwa Bwana. Anatuachia tu majukumu tulio baki, na maskofu wetu waendelee kazi iliyopo sasa Tuna askofu wetu Dokta Mtoka mbali, Mungu amsaidie. Makamu askofu, ndugu yangu Muhichi, Dokta Muhichi, Mungu awasaidie wa. Katibu wetu mkuu Joseph Marwa, Mungu awasaidie wa waendelee pamoja na kazi ya Mungu na mwasibu wetu waendelee vizuri kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo, ndugu zangu eh, Tanzania nzima Assemblies of God na watu wote, nawapa pole pia kwa ajili ya kuondokewa na askofu wetu, ndugu yetu mpendwa Dr. Emmanuel Lazaro, wachungaji wote, makanisa yote, makanisa mengi tu yametoka TAG, wote nawapa pole, hata wasio wa kanisa letu la Tanzania Assembly of God. Kulikuwa na uhusiano wa pamoja na kutenda kazi kwa pamoja, kwa wote tuseme pole, Mungu atusaidie. Tunapomwaga askofu Emmanuel Lazaro na tarehe 27 tunapompumzisha, neema ya Mungu ipate kuwa pamoja nasi. Kwanza utawala wa Immanuel Lazaro ulikuwa na nguvu, na karibu wote waliopo sasa ni watoto wake. Kwa mfano, tuna askofu dr Mtoka mbali ni mtoto wa Lazaro. Kwa hivyo ndio kama anaendelea, alafu wachungaji wengi wamefundishwa na la Lazaro, na pia wijisi wengi ni mazao ya Lazaro. Kwa hivyo tunapoendelea na wijisi, tunamkumbuka Lazaro akisema Yesu ni wa eh. Uh, unajua Biblia inasema siku za mwisho maarifa yataongezeka, na kweli maarifa yamefanya nini? Yameongezeka. Kwa hiyo sasa hivi kuna vyombo, kuna mitandao, kuna YouTube, kuna nini. Kwa hivyo naamini hao watafanya kazi zaidi kuliko wakati ule, maana lazima kuwe na mabadiliko. Hawezi awezi akuwa wakati ule kama wakati ule, maana mabadiliko yameongezeka, maarifa yameongezeka, hizi smartphone siku hata vijijini kwa hivyo sasa ni wakati ambao maendeleo inabidi wafanye kazi zaidi kuliko kwa wakati ule, tunategemea kazi kubwa kuliko wakati ule. Maisha ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Lazaro yameleta impact gani kwa jamii? Maisha yake yaligusa watu wengi, hata kupitia huduma ya Injili alienda vijijini na mjini. Kwa mpaka sasa kote huko wanalia wasema, ameondoka, ameondoka, ameondoka, maana aligusa maisha sehemu mbalimbali kama ilivyo kwamba tulikuwa nikwenda vijijini mijini vijijini vijijini kwa injili hii ya Yesu yu hai ilifika kila maeneo ya nchi nzima. Kwa hivyo watu waliguswa, na sasa hivi watu wengi mimi kama katibu mkuu wananipigia simu pole pole kutoka kona zote za nchi yetu. Nasema hivi familia ya ndugu yangu Emmanuel Lazaro waangalie maisha ya baba yao baba yao alimtumikia Mungu na wao waendelee mbele kumtumikia nani? Kumtumikia Mungu. Baba amepumzika na amefanya kazi, na pia amewalea, amewakuza, amewasomesha, amewapa urithi. Kwa naomba watoto wamkumbuke baba kwa mema, watende yale alikuwa anatenda, kama ndio urithi wao, na Mungu atawakumbuka atawabariki. Nawatakia neema ya Mungu juu ya maisha yao msiba huu hata una kumbukumbu kumbu, alifanya nini? Au naweza ukafa mtu ukaondoka huna kumbukumbu kumbu. Sasa yeye ameacha kumbukumbu, ameacha wachungaji, ameacha wanyisti, ameacha kanisa lenye nguvu. Kwa hiyo hiyo ni kumbukumbu kubwa kwamba ameacha kumbukumbu, hajaondoka hivi hivi, tuna historia, tunala kusema tunala kujivunia kuhusu maisha yake na kazi yake aliyoifanya. Hata mimi kama katibu alikuwa baraka kwangu ha? Mimi TV ya kwanza alinipa Immanuel Lazaro. Nilikuwa sijui TV lakini TV ya kwanza kanipa <laughs> kwa hivyo, ninamkumbuka sana. Alinibariki na kwangu alikuwa bariki baraka kubwa sana, na kwa nyumba yangu pia, na kwa huduma yangu, na kama hivi nilivyo ni baraka kutoka kwa Immanuel Lazaro. Alinifundisha kuvaa vizuri, kuoga vizuri, kuchana nywele vizuri, mafuta mazuri kwa hivyo mpaka sasa napaka unaangalia kichwa changu hiki safi, maana nilipata kutoka kwa Immanuel Lazaro <laughs> <laughs> Kuja kunihoji, Mungu awabariki. Endelea na kazi, kazi yenu ni njema na Mungu awabariki na abariki huduma yenu okay. Katika jina la Yesu mubarikiwe, amen. Tangazo, tangazo! Mkurugenzi wa CMF jimbo la Ubungo, Mzee Bernald Kalinga, anawatangazia tamasha kubwa na la aina yake la kwaya za wanaume itakalofanyika tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu 2025, katika kanisa la TAG Ubungo. Ni kuanzia saa 7 na nusu mchana hadi saa 12 kamili jioni. Waalikwa katika tamasha hilo ni ni askofu wa jimbo na kamati yake, waangalizi na kamati zao, wakurugenzi wa idara na kamati zao, wachungaji wote, kwaya za WWK na CAs, pamoja na washirika wote wa jimbo la Ubungo. Je, unakosaje tamasha zuri namna hii? Mawasiliano sasa, piga simu namba 0715286881 watu wote mnakaribishwa.